Washitakiwa watatu kati ya sita wanaotuhumiwa kwa kosa la mauaji ya Sheikh Jabir Haidar Jabir wameachiwa huru na mahakama kuu ya Tunguu. Washitakiwa hao ni Muhammad Hassan, Zahor Khamis Ali na Ali Machano Haji wameachiwa kwa kuwa ushahidi wao hauoneshi kuhusika moja kwa moja na mauaji hayo kulingana na kifungu cha mia moja na moja mabano moja cha sheria namba saba ya mwaka 2018. Wakili wa serikali wa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP Hamis Osman amesema maamuzi hayo yamefikiwa Septemba 7 mwaka huu baada ya kukamilisha utaratibu wa mahakama kwa kupitia maelezo na vielelezo vya mashahidi wote na kubaini hakuna nia ya kuendelea na mashahidi hao. Ombi hilo la kuachiwa huru washtakiwa hao limekubaliwa na jaji Hadija Shamte anayesikiliza kesi hiyo na hajasita kuwaeleza endapo mahakama itaona kuna umuhimu haitosita kuwachukulia hatua. Aidha, DPP Othman ameitaka mahakama chini ya kifungu 241 cha sheria ya mwaka 2018 kufanya marekebisho ya hati ya mashtaka kwa washtakiwa watatu waliobakia kwa vile kutakuwa na ongezeko la kosa jengine na ameiomba mahakama juu ya amri aliyoitoa Septemba 17 mwaka huu ya kuwasilisha maelezo ya mashahidi pamoja na nyaraka za vielelezo dhidi ya washtakiwa watatu waliobakia. Mahakama imeruhusu kufanya marekebisho ya hati ya mashtaka na kwamba hati hiyo itasomwa tena kwa washtakiwa waliobakia, kwa kuwa wamehusishwa na kosa jingine kwa tarehe itakayopangwa na mahakama. Kesi ya mauaji ya Sheikh Jabir Haidar Jabir imepangwa kusikilizwa Novemba 13 mwaka huu.